Na taarifa nyingine zinaarifu kwamba mzozo katika maeneo ya Gwitembe na Ang'ata Barrakoi katika mpaka wa kaunti za Narok na Migori unaendelea kusababisha hasara kubwa kwa wakazi wa maeneo hayo. Wakazi wa Gwitembe wanasema kwamba siku chache zilizopita walishuhudia miti yao ikikatwa chini ya ulinzi mkali wa maafisa wa polisi huku matrakta makubwa yakipita katikati ya mashamba yao kufungua, kufungua barabara bila kujali mimea iliyopandwa. Wanasema hatua hiyo ilitekelezwa bila notisi wala maelezo yoyote kutoka kwa serikali. Tutafutiwe mahali ambayo tunaweza ishi, tukio na amani sisi ni wa Kenya. Na hivyo hivyo tunasema mtu ambaye alikuwa anafunja manyumba yetu hapa ni DO wa Rogorian na na DO wa Ngata na DC wa Rogorian. Hao watu ndio walikuwa wanafunja manyumba hapa. Sasa hapa sisi tunanyang'anywa kwa sababu sisi tunaitwa watu wasio na baba na mama. Serikali ya Kenya inatutambua kama sisi ni Watanzania wa sisi tunaonewa kwa kiasi kwamba tunalalamika ya kwamba tukombolewa, hata tuende nchi ingine, badala ya kumiswa hapa tukiwa wasee kama mimi. Kila siku unapigwa risasi, kila siku tuliona sisi mamashini tu wakija kukata miti, wakiharibu kila kitu, wakiharibu mashamba, wakiharibu mandizi, mafakato, kila kitu. Lakini sasa sisi hatujajua mahali pa kuhamia. Na tumekaa hapa kwa muda mrefu sana, tunaambiwa tuhame na hatuna sehemu pa kuenda tena, sasa sisi tunashindwa tuhamie wapi, na hapa ndo tu, adika, kama mimi nilizaliwa na ndo najua ndo nyumbani taifa la